Siko yaani, nikiwa kwanza na tatizo la vidonda vya tumbo, kwa hiyo siwezi kunini, ila ninachokubali kuna Mungu na mwomba Mungu tu. Ilikuwa ni kilio chako sana, wanasema wanawabania sana, unawajua ambao huwa wanawabania? Yaani, kubaniana iko kila sehemu, mkono kinywani, hii ni riziki. Sio nielewa Isiki yoyote lazima ina natu, inshala, santi, mchawako mchawako na mapambano ila Mungu anapokutoa unasema tu inshallah asante, basi huwezi kumsontia mchawi wako. Nani mchawi wako? Anawezekana hata mtoto wako naye kana, kwa hiyo ni cha kushukuru Mungu tu. In, ina uwezekano kwamba Amber Lulu deal likija sa sasa hivi unachukua kwa bei ndogo kwa sababu umekuwa na ukame wa. Hapana, siwezi kuchukua kwa bei ndogo. So, kwa sababu hapa na mkataba na nitaonyesha sio kwa bei hiyo mm, yaani sijafikia huko ndugu yangu. Nbaao i tuambie, leo tumekuja hapa, wewe ndio umetuleta hapa lakini nah. Uh, ni mambo ya madini kwenye muziki, kama umekula break kidogo hivi, na nakumbuka last time ulisema nakuja na ngoma, mimi nisubirieni. Ni nini ambacho kimekukwamisha? nyimbo ya mwisho nimeitoa lini? Angalia kwa Instagram yako, ilikuwa mwezi wa, wa wa kwanza. Sasa kwa nini nimekula break, kwa ajili ya nini? kama tunakufahamu wewe, aa, yani wa kwanza si, ah, si mwezi wa kwanza mm huu -hmm. wa ngapi? mm -hmm. kwa lazima nitoe kila, mashallah kila mwezi itabidi, umaneja wangu. asante asante sio zamani, naweza kufanya yani hivyo nyimbo limetwa mm. mwezi wa ngapi sister? wa kwanza huu mwezi wa ngapi? yani unajijibu mwenyewe mm. Mm. So utaratibu wako ni kwamba mwezi unapita ndo unakuja kutoa tena. hiyo jibu nao tayari kwa mshtaji jibu, nashukuru eh, wala mwezi ndo watoa eh, sikajibu hujatoa, muda mrefu, muda mrefu ni mwaka na kamili, watu wanakaa miaka miwili miaka mitatu watoe nyimbo au skiz. yes kwao mimi mwezi wa kwanza huwa ngapi? Mtatu. Sasa yes? wanasema kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani pia wasanii wengi wanaacha uh, maswala ya kuachia projects wanaona kama ni kipindi ambacho watu wengi wanamrudia sana Mungu, wanaona bora watulizane. Lakini fujo nyingine, mambo, matukio mengine yanakuwepo sana. Utasikia hapa panafuturishwa, hapa pana event hii, lakini inajumuisha naftari na wasanii, na watu maarufu wanaalikana sana hivi. Tupo kwenye fungu la pili, nadhani kumi la pili kuelekea kumi la e mwisho, yaani yani, na vitu viwili mm. Yeah. watu maarufu hapa katikati wamealikana sana mambo, yamekuwa ni mengi sana watu. maarufu nani?

Siko kwa hiyo nani? Yaani siwezi kwenda kwenye ni sijajitoharisha, siko sawa naenda tu eti nimefunga kisa watu wameendana pana. Maana wale wanaoenda kwenye zile hospitali ya sijui maisha yao. Sasa so, siwezi kumwongelea mtu ambaye simjui, sielewi. Wewe we, ili uwe msafi kama unavyosema mwenye ndio ukafuturu. Una... unahisi mpaka uwe na nini? Yaani unahisi una ukiwa umefanya nini na nini ndio unakuwa msafi ambaye una unastahili kufuturu. Kwanza nakucha. Mm -hmm. Cha kwanza mm -hmm. Cha pili siku arobaini bila kufunga mm -hmm. Usizini mm -hmm. Usifanye vitu vya kumtapeli mtu, usifanye kitu kibaya. Nishafanya vingi. Sasa hapo sasa nafunga <laughs> <laughs> <laughs> yeah, <laughs> <laughs> <laughs> Kana natatizwa vidonda vya tumbo kwa siwezi kunini, ila nachokubali kuna Mungu na mwamba Mungu tu. Nilikuona mm -hmm. mm. kwenye Lamata Village, uh, kule kwenye Samia Club yeah, yeah. mm. uh, hiyo ikanifanya nijiuliza, au amba pengine amepata deal kwa Lamata. Tutamwona kwenye series moja amepata mchumba kwa Lamata na mchumba kwa Lamata sasa aibu. na ni muigizaji. Ah. kwa Lamata. Ishasema Lamata, sasa kuna madirector, kuna kuna. Labda ni hapo hapo wewe jiongeze. Hapo hapo. Tunamjua lakini. Eh, mnamjua vizuri. Mnaishi pamoja? Bado sijaanza bia na mimi niolewe, eh, naye napenda kuolewa mimi jamani. Sasa hivi nafanya hivi interview, nampikia mume wangu futari. Demu wa uji, wale wale wabezi wanake wa uji. Halal is beautiful Mm, nice. Yeah, tukizungumzia tu, tu, tu maswala ya ndoa nakumbuka kipindi cha ndoa ya, ya Azizi kina Hamisa Mobeto mm, ulikuwa live na kuna kuna watu kama walikuwa wanakwambia wenzako wanaolewa, sijui uko live ukatukana sana, like, msinipangie, Mungu ndo anagawa riziki na nini, ile ilikuwaje? Amba umesemaje hapo? Rudia, Mungu ndo anagawa riziki basi kifika muda wangu kama ulivyofika mm -hmm. wa Hamisa nami nitaolewa mm -hmm. shida iko mm hapo. -hmm. Ni mbona huwa anapanga japanga? Mm -hmm. Akipanga si nitaolewa. Lazima oh, yeah. vitu na kuforce. Mm -hmm. Eh na mimi okay. na force sasa na, Nafikiri watu walikuwa na wanakuambia kwamba haujaenda harusini, haujaalikwa. Kwa nini niende? Haukualikwa. Nimealikwa lakini kwa nini niende? Kwa nini usiende? Nimealika ni kwa nini niende? sijataka kwenda yako, kwenda sasa, kwa nini niende? Jamani, kashatolewa mali, kaolewa, wamekuja. mm -hmm. baba na mama washaunga mm -hmm. mkono, kwa hiyo mimi nikimuunga mkono. Ndio haukupenda kuhudhuria? Sikupenda, kwasabini, kwa sababu nilikuwa sina dada wa kazi na nimwache mwanangu nyumbani afu niende kwenye harusi ya mtu mtu, jamani sio kweli ama, unaonekana hupendi kuhudhuria shughuli za watu ukiarikwa. Uh, inawezekana una sababu zako, pengine unaweza yani kutuambia kitu kimoja, kwa sababu kwa nini kwangu? Yani, yani unajua kuna kitu kimoja hivyo tu yani, tuni, yeah, ndo nilivyo. uh-huh. au? Kasha support nini? Unajua kuna watu wanapeana support nje ya kamera ah. Pengine labda unampigiaga simu labda unamuomba pesa na kupatia. Namuomba na, hey, kusaidiana mjini. Yaani nipige na muombe Hamisa pesa au vunja bei unamuongelea. Ah, ni yaani yaani yaani Hamisa Hamisa. Naomba hela. Habari hizo ya ya, ya mwisho Uh, wengine we wanaweza kutafsiri kwamba pengine labda kwa vile Hamisa amewahi kuhusishwa na vunja bei na wewe, vunja bei ni mtu wako wa karibu, pengine ndo maana, kama ikawa hash kwako, ndo unasema mm haya -hmm. ah, <laughs> yaani <Sindo mese. laughs> <Sasa> si ndo mseme nini ndugu? Watu wengine wanaona labda mkanganyiko unakuja pengine kwa sababu Hamisa amewahi ku. Mimi sina shida na Hamisa, sina shida na mtu yoyote. Mimi mm. vunja bei, ni vunja bei, amba, ni amba Hamisa ni Hamisa. Kwa mm -hmm. Labda mkimuuliza vunja. Fung... Niwapeleke lao huko. Lakini vunja kwa unamwomba yeye. Yeah. Ah, tajiri kabisa. <laughs> <laughs> <laughs> Ariapo hii <yeah>, hiyo. Yeah. <laughs> Jamani yeah, mbona mnanifanyia hivi yeah. niache nipumzike okay. yeah, ehe <laughs> kingine yapo mengi <laughs> bwana. kingine kingine kigi, uh, Diva al, alikuwa anakutaja wewe kama ni binti ambaye unamheshimu pamoja ah. na kuwa diva diva, you the diva, boss. uh -huh. Diva the boss mm. kwamba pamoja na kuwa wewe una ukaribu na vunja bei na nini, lakini haujawahi kumuhusisha kwenye mambo yako tofauti na wengine kumuhusisha like unakumbuka kuna kipindi ilitokea vuguvugu la Rushaina na Diva mm. kuhusiana na vunja bei. Lakini anasema mbona Amba ni mtu ambaye yuko karibu na vunja lakini hajawahi kunivunjia heshima. Unajua kuna ukaribu, yani ukaribu upo unaoongelea manake. Wewe, wewe si umechora tatu ya vunja au umeshaifa? Ah uh, na nifute. Eh, sina yeye uh, alichora tatu ya vunja. Diva. Yeye alichora alimwandika nani? Aliandika Fred, Fred nani? Ngajio, sio? Mm, -mm. Aliandika nani? Na Diva aliandika Fred Ngajio. Mimi mwandika nani? Mjebe. Sasa kwa nini Mjebe jina lake ndio? Pole pole. Kwa nini na maana yeye anamjua zaidi? Yes. Lakini wewe hujawahi kuwa na Mimi si hujawahi kuwa na disrespect sababu nje ni kama kaka yangu siwezi. Na hata Diva ni kama dada yako pia. Of course, yani siwezi, kuna watu yani siwezi. Mimi kileta uchizo kwa uchizo. Ukicharuka na charuka. Ukitulia na tulia. Ndio hivyo yani. Lakini ni kitu ambacho nakipenda sana na discipline. Hakuna kitu kikubwa kama discipline. Hiyo tu inatosha. Umezungumzia hapo kuhusu sababu za kutokuhudhuria shughuli za watu kwamba eh, hawa watu wana mchango gani kwenye vitu vyako? Hiyo yeah. Uh, ni sababu yako, tumeona si jana, sababu shughuli ya mp... yani yani, kuhusu iftar kwamba hawezi kutumia gharama nyingi kwenda kwenye tambi na, ma, na magimbi. Of course, kati anaweza kupika nyumbani. That's my big. <laughs>